Vifungo ama vikwamo ukiwa na zohali kwa nyumba ya kumi na moja ama Saturn in Aquarius. Hivi ndio vikwamo au vifungo ambavyo utakuwa navyo. Utakuwa na vikwamo au vifungo kuhusu mfumo wa mabadiliko, utakuwa na mfumo wa kubadilisha vitu katika jamii. Utakuwa na vifungo au vikwamo ya uanzilishi wa jambo katika jamii na fikira za mabadiliko, kuzibadilisha, yani kwa mfumo, yani wewe utakuwa unataka change, lakini unashindwa naanzia wapi hmm? Pia utahitajika kuleta maendeleo si kwako tu, bali itaanza katika jamii yenu. Unatarajiwa kufanya vitu kwenye vikundi vya watu kwa kujali wengi na kuweka mfumo unaotakiwa kuleta usawa kwa wote. Pia unatakiwa kuweka malengo dhabiti kimaisha, na unahitajika kuwa na subra kufanya kazi kwa bidii ili kupokea, yaani unahitajika kuwa na patience kwanza Alafu pia unahitajika kufanya kazi kwa bidii kupokea uh, mafanikio yako ambayo unahitaji. Kingine mafunzo yako kimaisha, utabidi ujifundishe kuwa na uhuru wako wa kweli. Uh, utajifundisha ya kuwa uhuru wako wa kweli inakuja na majukumu na vikwamo kuliko kujitoa uh, kwa vitu au watu au vita, yani freedom does not come in chaos ama detachment Lazima uwe una balance vitu ndio upate hiyo freedom. Kingine pia utajifundisha kujenga jamii kwa kufanya kazi na wenzako kupitia uaminifu, ushirikiano na upendo, kuliko kujitenga. Changamoto zako zitakuwa ni hizi: cha kwanza utakua na, uh, unajitenga kutoka kwa watu ambao itakuletea matatizo ya kushirikiana na wenzako usipo usipoweza kubalance. Kingine utakuwa na fikra ambazo zitaleta vita ndani mwako, utashindwa kufikiria straight. Jambo ambalo linaweza kukusaidia kimaisha. Kingine utapambana na kutofautisha reality yako na visions zako ambazo zitaleta zita kutatizika ndani mwako wakati una, unachokiwaza kukifanya hakitokei vile unavotaka katika reality yako. Hiyo ni zohali kwa nyumba ya ndoo ama nyumba ya kumi na moja. Yaani utakuwa na vifungo vya mabadiliko. You want to change lakini unajua unabadilika vipi? Unabadilisha vipi? Kingine utakuwa Uh, unahitaji kufanya kazi na marafiki lakini wewe unajisolate, hutaki kuwa kwenye vikundi na inaleta matatizo ingine. Kujiongelelea pia itakuwa na matatizo, kuspeak out in public itakuwa na matatizo, so jaribu kuangalia haya.